Aa, nachukua hii fursa kushukuru mbunge wetu wa Kandui Mheshimiwa John Makali wakili kwa ile kazi nzuri ambayo anatufanyia kama shule ya msingi ya Kandui. Hapo mbeleni nilikuwa nalalamika kila wakati ya kwamba hii ni moja wapo ya shule zilikuwa zimesaulika, na wale hasa wale watangulizi wake walikuwa wamesahau hii shule kabisa kuna madarasa ambayo ilikuwa ina, ina, karibu inaangukia wanafunzi na walimu, lakini nachukua hii fursa kushukuru kuambia, uh, mheshimiwa ya kwamba community jamii yote ya Kanduyi imefurahi na ile kazi inaendelea vile mnavyoona. Uh, kuna madarasa ambayo inajengwa madarasa ya kisasa, angawa madarasa tano ya kisasa, ambapo imeokolewa pakubwa sana ngaji ijaisha ndio shughuli inaendelea, lakini tuna imani ya kwamba baada ya mwezi moja tutakuwa na madarasa mapya ambapo wanafunzi watafurahia kutumia, walimu watafurahia kuyatumia na jamii yote, kila mmoja anayepitia hapa anashukuru kwa ile kazi nzuri ambayo inaendelea. CBC kwa hakika inataka madarasa kubwa ambapo wanafunzi anatakiwa nafanya practicals, ndani na nje ya madarasa. Na vile ilikuwa madogo madogo, ilikuwa uh, vigumu sana wanafunzi kufanya hiyo practicals. Bado tunaomba kama tuna wafadhili wengine, kama wanaweza jitokeza hiyo mijengo, madarasa tano bado haijatosha, na tusitegemee mbunge peke yake. Kama kuna watu wote ambao kuna uwezo, hasa katika hii community yetu ya Kanduyi, wanazashikana na mbunge tupate, uh, hasa kama ikiwezekana, ghorofa. Hatuna compound ya kutosha.